Tutapata maneno kadha kutoka kwa hao wafuatao. Tutaanza kusikiliza neno kutoka kwa mpereko wa umwadhama, yaani mwakilishi wa mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Padre Faustini Rwechungura. Ana salamu kutoka jimbo katoliki la Tabora, na atafuatiwa na Askofu Daktari Benson Bagonza atatupatia salamu, na kisha nitawajuza wengine watakaotoa wa neno. Baba mwakilishi wa madhama, karibu kwa neno. Mwasha baba askofu Almachius Rweyongeza Askofu wa jimbo Katoliki la Kayanga, mwasha baba askofu, Severine Niwemugizi askofu wa jimbo la Rulenge Ngara, Padre Mathias Kajara, kwa namna afike na familia yote ya mzee wetu Mathias Kajara, Baba Askofu Bagonza, mapadre wote, watawa wa kike na kiume mlioko hapa, shemasi na itifaki ikiwa imezingatiwa, Kristo tumaini letu. Nimekuja hapa, nimefika jana usiku ikiwa nimetumwa na mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa kwa ajili ya kufika hapa kuweza kusali pamoja na wanafamilia, ninyi wote mlioko hapa na kumsindikiza huyu mzee wetu Mathias Kajara. Lakini vile vile nimekuja na padre Joseph Mazigu Maziku, yuko pale amesimama wakati wa utambulisho. Kumbe tumekuja wawili pamoja na dereva wetu. Baba mwadhama ni mwana familia hii, ni ndugu wa familia hii, kwa hiyo alipaswa awepo, lakini kutokana na majukumu ambayo yalikuwa yamembana sana hakuweza kufika na amenituma kwamba nimwakilishe, ila wiki ijayo, mapema wiki ijayo, atafika kwa ajili ya kuwa pamoja na wanafamilia na kuendelea kumwombea huyu mzee wetu lakini mpokee salamu pia za pole wanafamilia, kutoka kwa askofu msaidizi Josephat Bududu na askofu mkuu mstaafu Paul Ruzoka. Pamoja na kwamba nimekuja kumwakilisha kardinali kama mwanafamilia hii, lakini upande mwingine nimekuja kama mwanajimbo la Tabora kwa sababu ya kazi kubwa ambayo alitufanyia Padre Kajara waka tuna, uh, tunatengeneza sinodi ya jimbo, mchakato mzima alikuja kutusaidia. Lakini waka tunatengeneza mpango mkakati wa jimbo, mambo ya kimaendeleo, ametusaidia. Lakini hapa na pale tumekuwa vile vile tukimjia, tuki tukiwasiliana naye katika mawasiliano mbalimbali, kutusaidia vitu mbalimbali vya kimaendeleo. Kumbe katika hayo yote uzito wake ndio maana tumefika hapa kwa ajili ya shughuli hii. Mimi binafsi pia eh, ni rafiki yangu mkubwa sana na nilikuwa nakumbuka baba yangu alipofariki elfu mbili na kumi fadha Kajara, alikuwa parokia Isingiro. Mi ni mzaliwa wa Isingiro, nafanya kazi Tabora, alifika na kulala pale msibani kabisa. Kwa hiyo hiyo, kwa hiyo tayari tuona kwamba tunawiwa, tusingelikuwa tusingelifanya vinginevyo kwa kuweza kutokuja kwa hiyo, na wapeni pole Padre Domad, wana wanafamilia sister, eh, sister Kajara na wanafamilia wote, mama, mupokee msiba huu kwa moyo mkuu, na sisi tunaendelea kumwombea raya milele. Umpe Bwana apumzike kwa amani.